Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Mara oye! Ya wasikia wachimbaji, Mara oye! Mama Samia oye! Ndugu mkuu wetu wa mkoa wa Mara, katibu tawala wa mkoa wa Mara kamati ya usalama ya mkoa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wa mkoa amara, wa Mara rais wa shirikisho la vyama vya wachimba madini Tanzania FEMATA ndugu John Wambura bina wakuu wa wilaya zote za mkoa wa Mara mliopo Mstahiki Mea wa manispaa ya Musoma, mbunge wa jimbo la Musoma mjini, nitambue uwepo wa Kamishna msaidizi wa madini, wafanyabiashara na wadau washiriki wa, wa maonesho ya mkoa wa Mara siku ya leo, viongozi wote wa FEMATA chini ya mwenyekiti wetu wa mkoa wa Mara pamoja na katibu mkuu wetu, wadau muhimu, ndugu wachimbaji wote mliopo hapa, viongozi wa dini, waandishi wa habari, mabibi na mabwana nasimama hapa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kushiriki siku hii ya leo ya kilele cha maonesho ya madini katika mkoa wetu wa Mara, lakini pia kuelezea mafanikio ya miaka minne ya uongozi wadaktari Samia Suluhu Hassan na hasa kwenye maendeleo ya sekta ya madini. Kipekee kabisa, nichukue fursa hii kuupongeza sana mkoa wa Mara kwa kuandaa maonesho makubwa, maonesho haya ya madini ambayo yana lengo ya kuwakutanisha wadau kutoa elimu mbalimbali na hasa katika matumizi ya teknolojia sahihi ya uchimbaji wa madini pamoja na uwezeshaji wa wachimbaji hasa wale wadogo kupitia taasisi za fedha na benki zilizopo hapa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nakupongeza sana wewe na timu nzima kwa maandalizi haya mazuri mpaka leo tunafikia kilele. Mkoa wa Mara ni kati ya mikoa ambayo inafanya vizuri sana kwenye sekta ya madini. Ni mkoa ambao unachangia kwa kiwango kikubwa mapato ya serikali yatokanayo na sekta ya madini. Hivyo sekta ya madini ina umuhimu mkubwa sana katika mkoa wetu wa Mara na Mheshimiwa mkuu wa mkoa amesema hapa, sekta hii inachangia asilimia kumi na nane la pato la mkoa wa Mara. Maana yake ni kwamba shughuli za madini ndani ya mkoa wa Mara zina mchango mkubwa kwenye uchumi wa mkoa wetu wa Mara. Hivyo maonesho haya hayajaja kwa bahati mbaya yamekuja katika eneo husika sababu mkoa wa Mara unafanya vizuri sana kwenye sekta hii, na kama walivyosema mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunatumai miaka michache ijayo sekta hii ndio itakuwa sekta kiongozi kwenye uchumi wa mkoa wa Mara. Na kwa mipango ya serikali ilivyo na utayari wa Daktari Samia Suluhu Hassani wa kuiwezesha sekta ya madini, naamini sekta hii itafanya vizuri sana katika mkoa wetu. Hivyo niliona nianze na pongezi kwa mkuu wa mkoa na timu yake nzima kwa maandalizi mazuri. La tatu, nipo hapa kuwashukuru na kuwapongeza wadau wote wa sekta ya madini, wachimbaji wakubwa, wachimbaji wa kati, na wachimbaji wadogo, mmeipa heshima sekta ya madini. Sekta ya madini hivi sasa inakuwa kwa kasi kubwa sana, ni sekta ambayo ina uwezo wa kuleta mapinduzi makubwa katika maendeleo ya mtu mmoja mmoja na maendeleo ya jumuiya na maendeleo ya nchi yetu kwa ujumla ni sekta ambayo kwa usimamizi mzuri wa Daktari Samia Suluhu Hassan inakwenda kuleta mabadiliko makubwa sana. Nawapongeza wadau kwa sababu sekta yetu inakuwa siku hadi siku, mchango wa sekta ya madini unaongezeka siku hadi siku, na washirika wakubwa ni ninyi wadau, sio mtu mwingine yeyote. Ninyi ndo wadau wakubwa, mnaifanya sekta hii inakuwa sana, na ndio maana nimeona nianze kwa kuwashukuru na kwa kuwapongeza sana ndugu zangu. Baada ya kusema kuhusu maonesho ya madini ya mkoa wetu wa Mara, sasa naomba mniruhusu niseme mafanikio yaliyopatikana ndani ya miaka minne ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta ya madini, kwa sababu kuna wakati ukisema jambo jema unaonekana wewe ni chawa. Watu hawapendi kusikia vitu vizuri, ukiongea wema wowote unaonekana unataka kujipendekeza unatafuta nafasi. Sasa ndugu zangu, leo mtanihukumu wenyewe. Mtazungumza kwa ufupi mambo kumi na sita kwa dakika chache chache ambao Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika nchi yetu ya Tanzania kwenye sekta ya madini na mtapima wenyewe. La kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndani ya uongozi wake sekta ya madini imeendelea kupata fedha nyingi za kutekeleza majukumu yake. Wizara ya Madini haijawahi kupata fedha nyingi kama kipindi hichi cha uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Bajeti yote miaka yote bajeti ya Wizara ya Madini ilikuwa inaishia bilioni 89. Leo Mheshimiwa Rais ameidhinisha bilioni 224 kwa ajili ya sekta ya madini ili ikawafanyie kazi wa Tanzania. Kwenye hizi fedha mambo makubwa mawili tunayafanya, la kwanza tunajenga tunajenga maabara kubwa na ya kisasa pale Dodoma ambayo itasaidia kwa ajili ya kuweza kupima sampuli za madini mbalimbali mbali na kuwapunguzia gharama wachimbaji wa wa nchi yetu ya Tanzania. Tunajenga maabara Dodoma, tunajenga maabara Geita, tunajenga maabara na Chunya. Katika fedha hizi tunanunua pia na helikopta. Tunanunua helikopta ambayo tutaifunga vifaa vya kisasa vyenye uwezo wa kupiga picha chini ya ardhi mpaka mita mia tano, kugundua sehemu vilipo viashiria vya madini. Haya yanafanywa chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwenye bajeti hii, la pili, sekta ya madini imeongeza mchango wake kwenye pato la taifa mwaka elfu mbili, elfu mbili na ishirini na mbili elfu mbili na ishirini na tatu sekta ya madini ilikuwa inachangia kwenye pato la taifa kwa asilimia saba nukta mbili peke yake. Sera ya madini ya mwaka elfu mbili na tisa pamoja na mpango wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano mitano ulielekeza sekta ya madini ichangie kwa asilimia kumi kwenye pato la taifa ifikapo mwaka 2025. Ndugu zangu wa Tanzania, kabla ya mwaka 2025, na kwa takwimu za mwaka jana 2024 sekta ya madini hivi sasa inachangia kwenye pato la taifa kwa asilimia kumi nukta moja, mwaka mmoja kabla ya mwaka uliowekwa wa kimalengo. Hii ndo kazi ambayo anaifanya Daktari Samia Suluhu Hassan. La tatu, la tatu. maduhuli yatokanayo na sekta ya madini mapato yameongezeka ndugu zanguni, mwaka 2015 2016 sekta ya madini kwa mwaka mzima iliingiza mapato kwenye mfuko mkuu wa serikali ya shilingi bilioni mia moja na sitini na mbili tu kwa mwaka mzima, bilioni mia moja na sitini na mbili, kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria, tukaanzisha masoko na vituo vya ununuzi. Hivi sasa katika nchi yetu ya Tanzania tuna masoko 43 na vituo vya ununuzi mia moja na tisa. Ndugu zangu, mchango wa sekta ya madini kwenye mfuko mkuu wa serikali unazidi kuongezeka. Mwaka jana mwaka jana mwaka wa fedha ulioisha, sekta ya madini kutoka bilioni mia moja na sitini na mbili ya mwaka elfu mbili na kumi na tano mwaka jana, tumeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali makusanyo ya shilingi bilioni mia saba na hamsini na tatu ambazo zimeingia kwenye mfuko mkuu wa serikali. Asilimia arbaini, asilimia arobaini ya fedha hizi zimechangiwa na ninyi wachimbaji wadogo. Mmechangia asilimia arobaini ya fedha zote zilizokusanywa, na hapo ninyi wachimbaji wadogo mnachimba kwa kubahatisha, hamna teknolojia, hamna mitaji, lakini bado mmechangia kwa kiwango kikubwa sana. Hongereni sana wachimbaji wadogo chetu wa nchi yetu ya Tanzania. Sasa Daktari Samia Suluhu Hassan, mwaka huu wa fedha anakwenda kuvunja rekodi. Tumewekewa lengo la kukusanya shilingi trilioni moja kuingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali, kwa mara ya kwanza sekta ya madini inakwenda kuvunja rekodi mwaka huu tunapaswa kukusanya shilingi trilioni moja kuingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali na mwaka wa fedha unaisha tarehe thelathini na moja mwezi wa sita zimebaki siku ishirini na tano mwaka wa fedha uishe ndugu zangu mpaka siku ya leo, mpaka siku ya leo, tumeshaingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni mia tisa na sitini. Zimebaki bilioni arobaini kuvunja rekodi ya kuingiza trilioni moja kwenye mfuko mkuu wa serikali. Nani kama Samia? Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kufanya mabadiliko makubwa katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. La nne, la nne ndugu zangu, nchi yetu ya Tanzania kwa muda mrefu imekuwa na changamoto ya akiba ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Tanzania ni kati ya nchi tano Afrika zinazoongoza katika uzalishaji wa dhahabu, lakini hatukuwa na akiba ya kutosha ya dhahabu kupitia benki kuu. Nchi inayoongoza katika bara la Afrika kwa kuwa na tani nyingi za dhahabu kupitia benki kuu ni Algeria wana tani mia moja na sabini na nne za dhahabu ambazo zimehifadhiwa kupitia benki kuu. Ya mwisho kwenye kumi bora ni Msumbiji, ina tani tatu nukta sita za dhahabu. Tanzania hawakuwemo kwenye kumi bora. Mwaka jana tukafanya marekebisho ya sheria kifungu cha hamsini na tisa cha sheria ya madini sura ya mia moja na ishirini na tatu tulikifanyia mabadiliko ili wamiliki wote wa leseni watakaozalisha dhahabu kabla ya kusafirisha nje ya nchi watenge asilimia ishirini kwa ajili ya kuiuzia BOT na kufanya biashara ya ndani. Tarehe moja mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na nne tukaanza rasmi kununua dhahabu kupitia benki kuu. Ndugu zangu wa Tanzania, ndani ya miezi nane tulioanza kununua dhahabu mpaka leo, benki kuu ya Tanzania wameshanunua dhahabu ya tani tatu nukta saba na hivi sasa tumewapita rasmi Msumbiji. Tumeingia kwenye kumi bora ndani ya miezi minane, ndani ya miaka mitano ijayo wengine watatufuatia, sababu mwaka huu tutanunua tani sita za dhahabu kupitia BOT na tutakwenda kuingia ndani ya kumi bora. Haya ni mageuzi na mapinduzi makubwa anayoyafanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuyasema haya kazi ambayo mheshimiwa rais ameyafanya. La tano, uwezeshaji wachimbaji wadogo. Mheshimiwa rais ameelekeza tutoe leseni kwa ajili ya wachimbaji wadogo, tuwapange vizuri ili na wao washiriki vizuri kwenye uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Nimepita kwenye mabanda, nimepata ushuhuda wa vikundi vya kinamama, vikundi vya vijana mkoani Mara ambao tumewapa leseni kupitia utaratibu huu ambao mheshimiwa rais alitoa maelekezo. Mwaka jana mwanzoni nilifuta leseni na maombi elfu mbili mia sita na arobaini na nane awamu ya kwanza, ziko awamu nyingine tano zinakuja. Hii ni awamu ya kwanza. Watu wote wanaoshikilia maeneo makubwa hawafanyii kazi tunafuta na ulisha serikalini, na tunawapanga vizuri wachimbaji wadogo. Haya ndio maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na tumeanza kufanya hivyo, ndugu zangu, kwenye leseni na maombi ya leseni elfu mbili mia sita na arobaini na nane tuliyoyafuta yuko mtanzania mmoja alikuwa anamiliki leseni na maombi ya leseni kazuia eneo lenye ukubwa sawasawa sawa ya kuichukua mikoa yenye ukubwa kama Dar es Salaam iwe kumi na moja. Alikuwa anamiliki mtu mmoja, tumefuta leseni na maombi, tumemnyang'anya, yamerudi serikalini, tutagawa kwa wachimbaji wadogo hivi sasa. Haya ndiyo ambayo anayafanya ana Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kuwawezesha wachimbaji wadogo, Mheshimiwa Rais alielekeza Shirika la Madini Tanzania Stamico kununua mitambo kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wadogo kwenye uchorongaji. Tumenunua mitambo kumi na tano ya kuchoronga, mitano tumeshaisambaza, kumi na kwenda kuizindua tunakwenda kuizindua mwezi huu wa sita, imeshaingia na Mheshimiwa Rais ameelekeza katika hii mitambo kumi iliyoingia mipya mitambo miwili mmoja maalum kwa ajili ya wachimbaji wa kina mama na mwingine maalum kwa ajili ya wachimbaji vijana. Haya ndio maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukienda leo kukodisha mtambo wa kuchoronga kuchoronga mita mia moja katika bei ya kibiashara ni milioni ishirini na tano. Kuchoronga mita mia moja katika mitambo inayokuja ya serikali, mitambo hii ina ruzuku. Chimbaji mdogo au kikundi watakuwa na uwezo wa kuchoronga mita mia moja kwa shilingi milioni kumi na laki saba tu. Inayobaki yote ni ruzuku ambayo Daktari Samia Suluhu Hasani ameitoa kwa ajili ya wachimbaji wadogo. La saba, la saba ni marekebisho ya sheria, ndugu zangu chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, tumefanya mabadiliko ya sheria. Yapo mengi, naomba niyaseme mawili tu, ambayo haya yana manufaa makubwa na wachimbaji wa nchi yetu ya Tanzania. La kwanza, sheria ya madini kifungu cha nane kinakataza mtu yoyote asiye raia wa Tanzania harusiwi kuingia kwenye leseni ndogo ya uchimbaji. Ni marufuku kwa mgeni yoyote kuingia kwenye leseni ndogo ya uchimbaji madini yani PML. PML zimetolewa kwa ajili ya Watanzania, lakini kwa kugundua kwamba Watanzania wanahitaji kupata msaada wa kiufundi na hasa kwenye teknolojia, sheria ya madini kifungu cha nane kifungu kidogo cha tatu ikaruhusu kwamba mtu yoyote anayempata mwekezaji wa kuingia naye ubia kwa ajili ya msaada wa kiufundi sheria ikaruhusu wasaini mkataba wa kiufundi na baadaye wafanye kazi kwa pamoja. Ndugu zangu, baada ya kutungwa sheria hii, likajitokeza wimbi la wageni wengi sana, wakaingia mpaka katika migodi ya wachimbaji wadogo, na wengine wakainunua na kuzungusha fensi na kuifunga migodi ile, wa watanzania wengi wakarudi nyumbani, wakawa hawana shughuli za kufanya. Kwa sababu ya hii msaada wa kiufundi, wakaingia wageni wengi sana. Ndugu zangu, tumefanya mabadiliko ya sheria. Cha kwanza, tumekwenda kufafanua msaada wa kiufundi, maana yake nini. Msaada wa kiufundi sio kuuza mgodi Msaada wa kiufundi tumefufanua maana yake nini? Maana yake ni kwamba mimi mchimbaji mdogo mwenye leseni nikichimba mpaka mita mia moja na ikaonekana madini bado yako chini sana, sina uwezo, kuna uwezo wa kusaini mkataba, akaja mtu mwenye teknolojia ambaye atachimba kwenda chini zaidi, akaweka nguvu yake ili mkapata hayo madini, lakini kwa masharti ya kwamba mtagawana mapato ya thelathini kwa sabini. Mwenye teknolojia ataweka atapata asilimia sabini, ule mchimbaji mdogo atapata asilimia thelathini, tofauti na zamani ambako ilikuwa ni mpaka asilimia tano. Haya ndiyo marekebisho ya kwanza ambayo tumeyafanya kwenye eneo hili. Marekebisho ya pili ya sheria ambayo tumeyafanya kumekuwepo na migogoro mingi sana ya wenye leseni na wenye maduara. Hali hii imesababisha migogoro isiyoisha. Tumefanya mabadiliko ya sheria, marekebisho ya sheria, kanuni za haki madini. Naomba nieleweke vizuri, ni marufuku mtu yoyote mwenye leseni ya uchimbaji kumwingiza mchimbaji mdogo kwenye leseni yako, ni marufuku. Ukikubali kumwingiza mchimbaji mdogo kwenye leseni yako, akachimba maduara kwenye leseni yako, mambo yafuatayo yafanyike. La kwanza, lazima mwingie naye mkataba na mkausaini tume ya madini mkataba wa mwenye leseni na mwenye duara, kwa sababu leseni siyo pambo, leseni haipangishwi. Ukipewa leseni chimba wewe, kama una uwezo wa kuchimba usipangishe. Ukimwingiza mchimbaji mdogo, ingia naye makubaliano. Mimi niliwaambia kwenye kipindi changu na cha Daktari Samia Suluhu Hassan ukiuingiza wachimbaji wadogo kwenye leseni yako wewe mwenyewe kwa hiari yako wakaweka maduara, alafu siku ukapata mwekezaji, alafu ukaitaka serikali ije kusaidie kuwatoa wachimbaji wadogo, kuwapiga mabomu na virungu, kazi hiyo mimi siifanyi, <coughs> na Daktari Samia Suluhu Hassan haifanyi hiyo kazi. Kuanzia hivi sasa Tumetunga hizi kanuni. Wewe kama ni mchimbaji, chimba mwenyewe. Kama huwezi kuchimba mwenyewe unawaingiza watu wakachimba maduara, ingia nao mkataba. Siku ukipata mwekezaji, hakikisha unawalipa fidia wenye maduara, ndio wapishe eneo lako. Mama Samia oye! Hapo mmeitikia eh? Mama Samia hoye, inawahusu. Eh hey, tunataka usawa. Hivi sasa sheria ya madini haitambui watu wenye maduara, lakini hatuwezi kuacha nguvu yao ikapotea kwa kosa la mwenye leseni kuruhusu mtu kuingia kwenye eneo lake, vinginevyo chimba mwenyewe. La nane, Mafanikio ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ndugu zangu, nchi yetu imebarikiwa kuwa na madini mengi tofaut, tofauti tofauti. Lakini nchi yetu imefanikiwa kuwa na madini ambayo yanapatikana Tanzania peke yake. Madini ya Tanzanite yanachimbwa pale Mirarani ya Arusha, Manyara.